Nam, karibu tena. Katibu wa usalama wa taifa Dr. Raymond Omollo ameonya kwamba serikali inakabiliwa na ongezeko la tishio la uhalifu wa kimtandao, hali ambayo imeweka Kenya kuwa miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yanapoteza zaidi ya dola bilioni nne kila mwaka kutokana na uhalifu wa kimtandao. Akizungumza katika kaunti ya Nairobi hii leo wakati wa kufunguliwa kwa kikao cha tatu cha Afrika kuhusu uhalifu wa kimtandao na kielektroniki, Dkta Omollo alitoa wito wa ushirikiano dhabiti wa kimataifa na ushirikishwaji kamili wa vijana katika kudumisha usalama mitandaoni. Huyu hapa Joseph Wahungu na kina cha taarifa hiyo. Mamia ya wataalam wa kimataifa na wa kukabiliana na uhalifu wa kimtandao na wadau wa masuala ya jinai kutoka mataifa 35 wanakutana jijini Nairobi kwa mkutano wa siku tatu wa bara Afrika kuhusu uhalifu mtandaoni na ushahidi wa kielektroniki. Katibu katika wizara ya usalama wa taifa Daktari Raymond Omollo, ambaye aliongoza ufunguzi wa kongamano hilo, amesema kuwa ukuaji wa kasi wa mifumo ya kidijitali humu nchini umesababisha mifumo ya serikali kuvamiwa zaidi mtandaoni.

Uh, we minimize some of. Dr. Omolo ametoa wito wa, wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya mataifa mbalimbali katika kukabiliana na vitisho vya uhalifu mtandaoni. Uh, uh, to, to, to akizungumza kwenye kongamano hilo, jaji wa mahakama ya juu Dr. Smokin Wanjala amesema ipo haja ya mafunzo endelevu kwa idara ya mahakama ili kushughulikia ipasavyo makosa tete yanayohusiana na uhalifu mtandaoni. uh,